rudi Bwana anatukaribisha Bwana anatukaribisha bado tukiwa mbali kule bado tukiwa kwenye struggles hatujashinda Bwana anaona mioyo yetu kwamba fulani kaamua kurudi aache ulevi fulani kaamua kurudi aache mambo ya dunia Anakuona ukiwa mbali naye na kuwahi na kukumbatia. Maana yake anaachilia neema yake kwenye maisha yako, anaachilia upendo wake kwenye maisha yako, na Biblia nasema, ukiendelea kusoma utaona kwamba yule baba alimvua lile vazi <laughs> yale mavazi machafu, machafu yale, yule mwana mpotevu aliyavua ndivyo Yesu anavyofanya. Unapoamua kurudi, anakuvua zile tabia mbovu ambazo adui amekuwekea anakuvua, anakuvisha vazi jipya, halafu anakukaribisha kwenye sherehe yake kwenye sherehe yake, anakuchinjia ndama, maana yake anaanza kuachilia baraka moja baada ya nyingine, anaanza kufungulia milango ya neema moja baada ya mwingine. Kwa maisha yetu tukitaka yastawi, tunahitaji kurudi mbele zake. Kwa hiyo tunao nafasi eh, tunayo opportunity, tunayo fursa ya kurudi kwa Bwana. Ho oh, rudi kwa Bwana. <laughs> Wala usijionea hivi, kama unaona mambo yako yakwenda vizuri mwaka jana, rudi kwa Bwana mwaka huu.